Arkanul khutbatayn, nguzo za khutuba mbili. Nguzo ni vitu ambavyo vitaki kukosa kwenye khutuba, ndio vinaitwa nguzo. Anasema moja, an yakuna alkhatibu tahiran min alhadathain, anayetuwa khutuba awe ametoharika na hadathi mbili, yani awe na uzu na asiwe na janaba, yaani awe hana janaba na uzu wanao sawa. Sharti ilo katika madhehebu ya Imam Shafi an yakuna alkhatibu tahiran au khatibu ni tahir iko safi min alhadathaini kutokana na hadathi mbili ya janaba au kutokuwa na udhu. Nguzo ya pili, anyakuna saubuhu wa badanuhu wa makanuhu tahiran min alnajasati iwe nguo yake aliyozaa ya na mwili wake na pale anaposimama kutolea hutuba pawe pametoharika kutokana na najisi. Nguo alizozaa khatibu, mwili wa khatibu, pahala anaposimama khatibu, pasiwe na najisi mwili wake usiwe na najis, nguo yake usiwe na najis, pahala aliposimama pasiwe na najis. Tatu, ayakuna masturu au mastura huh?

awe khatibu amejistiri utupu, awe amevaa nguo ambazo zimemstiri utupu wake. inna an yakhtuba waqifan in qadira aw in qadara, <coughs> akhutubu ili hali amesimama, ikiwa anaweza kusimama kutuba ilihali amesimama ikiwa anaweza kusimama. Tano, ayajilisa bainalkutubateini biqadiri tumaaninati, akae kati ya kutuba mbili, apate break, ap apumzike kati ya kutuba mbili kwa kukaa Bikadir tumaanina, kama kwa kiwango cha utulivu wa waswala, yaani anaweza kukaa kwa kiwango hicho alafu akayimuka. Ha, kama vile mtu amerukuu, si unasema panataka tumaanina alafu anahitadili, kiwango kile kinamtosha, kinamtosha kukaa, ili kutofautisha hutuba ya kwanza na ya pili. Lakini hawezi kunyamaza tu akawa amesimama akasema, ndio ametofautisha. an yajlisa akae bainal khutubataini, kati ya khutuba mbili biqadri tumaanina, kwa kiwango cha mtu kutulizana kwenye swala kinatosha. Sita, anyajhara bilkhutbati, liyasmahal arbaun, asome huo khutba kwa sauti ya wazi, ili waweze kusikia wale watu wa arobaini waliokaa kwenye hiyo khutuba. Anyajhara, atoe sauti, bilkhutbati, kwa hiyo khutba anayosoma hal asmaa arbaun ili waisikie hao watu warubaini, sio hatibu, assalamu alaikum, alhamdulillah, watu waliokaa hapa wasiki, haiwezekana. sa Mtume alikuwa akitoa khutuba iimara wa ala sautu Mtume alikuwa akitoa hotuba, sauti yake inakuwa ya juu na macho yake yanabadilika, yanakuwa mekundu. Kaanahu munziru jeshi, kama vile anilikosisha jeshi, yaani kama vile anazungumza na wanajeshi. Haiwezekani khatibu watu sauti wanapu, wanaitafuta pamoja leo tumeletea teknolojia ya vipaza ya vipaza sauti imekuwa inaipeleka sauti mbali zaidi. Anasema saba ayuwali ya baina lkutubataini wa baina salataini afwatanishe baina ya hutuba mbili na swala. Shehe amesema swala tena, sijui anakusudia swala mbili zipi, lakini nawezekana ni chapa, afuatanishe baina ya hutuba na swala, yaani akimaliza ya hutuba anashuka moja kwa moja kujakusanyanii ha, hawina break tena Hakuna tena kupumzika. Baada ya nini? Baada ya hutuba ya pili, hawezi kusema kwanza nakaa kidogo, nimechoka nime, nime kwanza natweta kidogo aa. Anamaliza hutuba ya pili, anashuka inaunganisha swala moja kwa moja. Ayuwalia baina alkhutubatayn, afuatishe kati ya hutuba mbili wa baina sala na baina ya swala. Kwa hiyo anatoka kwenye hutuba moja kwa moja anaingia kwenye mzigo wa swala y hizo zilikuwa ni nguzo. Adharu tarki ljumaa, adharu tarki ljumaa udhuru inayomfanya mtu aache kwenda Ijumaa, udhuru zitakazomfanya mtu asiende kuswali Ijumaa. Kwa hiyo tulishasema Ijumaa ni faradhu aini, ni faradhi ya lazima kwa kila mtu mmoja mmoja. Sasa, je, kuna udhuru zinaweza zikajitokeza zikakuzuia wewe usiende kuswali Ijumaa na usipate dhambi sawa. So, anasema adharu tarki ljumuati, udhuru wa kuacha kuswali Ijumaa. Anasema tasqutu ljumuatu anil maridhi, ijumaa itaondoka kwa mgonjwa. Mtu akiwa mgonjwa halazimiki kwenda kusali Ijumaa, ni udhuru wa kuwacha ijumaa. Walmukadi, na mtu kiwete sio araju, sio yule ana anayechapia mdwaa, mtu kiwete kabisa. Walama, na kipofu ule alisema sahihi, sisi tumeelewa. Wa bil matari ashadidi, na kukiwa na kukiwa na mvua kali. Wewe unataka kwenda kusali Ijumaa, kile imedondoka bonge la mvua, sheria isemi wewe roho uende ah. ukiroa ni ule uchamungu wako tu, lakini sheria imesema wewe kuna mvua kali uende. Si tumeelewa? Kwa hiyo taskutu ljuma tu inaondoka ijumaa, sawa. Ani lmaridhi wa mgonjwa, mgonjwa hana Ijumaa, halazimiki kwenda kusali Ijumaa. Walmuqadi, na mtu kiwete sio lazima kwenda kusali yeye Ijumaa. Walama, na kipofu. Wa bilmatari shadidi, na kukiwa na mvua kali, mvua nyingi Kwa hiyo hawa ambao wameacha ijumaa kwa udhuru wao wataswali adhuhuri, sio maana yake watakuwa hawaswali kabisa ha. Wataswali adhuhuri. Lakini hawa wakija ijumaa, mgonjwa akajikongoja akaja ijumaa, na kiwete akajiburuza naye akaja ijumaa, na kipofu akashikwa mkono akaja Ijumaa. Na wewe uliokuja umeroha ukaja kuswali ijumaa, sheria inahesabu vipi? ijumaa zenu, ijumaa zenu ni sahihi. Ijumaa zenu e, ni sahihi. Hatuwezi kuwa kama wale wanaoswali ijumaa na dhuhuru, hatuwezi ha, kuambia sasa, madhali nyie mlikuwa hamtakii kusali ijumaa nanyie mmekuja sasa, rudini mkaswali adhuhuri tena. Utakuwa umewaswalisha watu kwa siku swala sita, wakati siku ni swala ngapi? Tano. Sasa kama wale wale kule wa Kimara wanawaswalisha watu swala eh, swala sita. Unawaswalisha watu ijumaa, unakuwasalamu unawaswali tena adhuhuri siku moja umefanya na swala sita, na swala sita hazipo shara'an kisheria. Hakuna swala sita katika siku moja za faradhi, situmeelewa? Idrakuljumua, kuikata Ijumaa, idraku aljumua kuipata Ijumaa. Wewe unayekuja kuswali Ijumaa, ukifikia wapi utahesabika umeipata Ijumaa? <coughs> Shekhe anasema yudrakuljumaa hata man adraka rakaa <coughs> <coughs> <coughs> anasema yudraku ljuma, mtu ataipata ijumaa. Man yule ambaye adraka raka raka, ameipata rakaa moja maalimami. Umekuja ijumaa, umekuta watu waisha swali rakaa moja wewe kwenye rakaa ya kipili ukapata ile rakaa moja anaweswalisha imamu, lakini <coughs> basi hapo hesabu umepata ijumaa. wayati baada salami birakatin, kisha baada ya salamu ya imamu huyu mtu ataleta rakaa nyingine ya pili, si tumeelewana? Yajharu biha, atasoma kwenye hiyo rakaa ya pili, huyu aliyochelewa atasoma kwa sauti. Wa man lam yudrik rakaatan, lakini yule ambaye hakupata bahati ya kupata rakaa moja pamoja na imam, yanni jumatan atanuia wakati anaingia kwenye swala ijumaa, wayutimu dhuhuran, lakini atatumiza hiyo swala kwa kuisali dhuhuri. We umekuja siku ya ijumaa, umewakuta watu wako watahiyatu hawa, na swali nini ijumaa, na wewe pale utaingia kwa nia ya ijumaa, utakaa nao Imamu akishatoa asalamu alaikum rahmatullah, asalamu alaikum warahmatullah, we ukinyanyuka unaswali adhuhuri rakaa ngapi? Nne, si tumeelewa? Tutarudia tena. Anasema yuturakul jumaata jumaatu, inadirikiwa ijumaa Man, kwa yule ambaye adraka rakaa ha, amepata rakaa moja mahali imami. Hili ni jambo la kuzingatia sana, hiyo rakaa uipate pamoja na imamu. Sio wewe umekuja ijumaa umekuta imamu kishatoa salamu, ukamkuta kuna mtu anamalizia rakaa, ukawahi rakaa, kwa yule ambaye anamaliza sio imamu, si utakuwa umepata rakaa? Ile rakaa ihesabiki kwenye Ijumaa mazali, umekosa rakaa moja kwa kwa imamu, si tumeelewana? Hey, usichanganye madawa ili uweze uhesabike umeipata Ijumaa, uwahi rakaa moja nyuma ya imamu anayeswalisha hiyo Ijumaa. Ukipata rakaa moja wakatoa salamu wao, utanyanyuka umalizie rakaa moja. Hukupata rakaa moja kwa imamu, ima umemkuta yuko kwenye tahiyati au umewakuta watu umesha toa salamu, lakini kuna mtu anamalizia rakaa moja, kwa sababu waliwahi moja, ukajiunga kwa yule ambaye anamalizia rakaa moja wewe utaswali adhuhuri, utaswali eh, utakata hiatu pamoja na imamu, akitoa salamu huwezi ukasema mimi naswali rakaa mbili. Ah, wewe, Ijumaa imesha kupita wewe, utaswali nini? Utaswali adhuhuri. Kwa hiyo yote waku juma inapatikana ijumaa. Man, kwa mtu ambaye adraka raka, raka amepata rakaa moja maa alimami, pamoja na imamu wa yati baada salami ataleta baada salami raka nyingine, ya kutoa salamu birakaatin rakaa nyingine yajharu biha, ataisoma kwa sauti hiyo rakaa anayoimalizia. Wa man lam yudrik rakaatan na yule ambaye hakupata rakaa pamoja na imamu, yanuii jumaatanu, atanuia kuingia hapo kwa nia ya Ijumaa. Wa yutimu dhuhuran, lakini hiyo swala ataitimiza kwa kuiswali adhuhuri. Tumeelewana jamaa eh? kwa hiyo tuchunge hii kuna wakati unaenda msikitini unakutana na hayo, kwa hiyo lazima ujue wapi ukipata, unapata rakaa, na ili upate rakaa umkute imamu yuko kwenye rukuu. Ili upate rakaa hiyo moja, hiyo umkute imamu yuko kwenye nini? Kwenye rukuu hadha haddul aqsa, hichi ndio kikomo cha mwisho cha kupata rakaa. Lakini ukimkuta kisha toka pale kwenye rukuu wa itidali, wewe rakaa zote mbili umefanya nini? Umezikosa zote mbili, umezikosa Kwa hiyo ima umkute mkute ndio ameanza ile rakaa ya kwanza, au muwai yuko kwenye kwenye rukuu, hapa utakuwa umepata rakaa moja, na kwa namna hiyo utaenda naye hiyo rakaa moja na utaihesabu sana. Akitoa salamu imamu, wewe utanyunyuka kuleta rakaa rakaa ya pili. Lakini ukimkuta tayari kisha toka kwenye rukuu ameitadili utajiunga kwa nia ya Ijumaa, utaenda naye, utasujudu, utakaa naye tahiyatu, lakini yote hii hauto uhesabu kwenye swala yake. Akitoa salamu imamu, wewe utanyanyuka kwa ajili ya kuswali dhuhuri, maanake wewe ujapata rakaa hata hata moja. Tumeelewana jamaa? Hiyo ilikuwa ni Ijumaa. Na kwa sababu Ijumaa mambo yake yanafanana na swala ya Idi, tumeni yake ameleta salatulidaini, swala ya Idi mbili. Haya mambo hayana tofauti sana.